Nimesema kwamba kanisani madani tunakuja tunatafuta nafuu iliyo zaidi ya nafuu za aina zote ambazo watu wanaweza kuwa wanazitafuta. Kwa hiyo ni kwamba kanisani au kumcha Mungu haina maana kwamba hatuwezi tukapatwa na changamoto fulani kwenye miili yetu. Bado tunaweza tukapatwa na hali kama hizo, lakini yote katika yote ni kwamba hali zozote ambazo tunaweza tukawa nazo au zikatupata bado zisitufanye zi, turudi nyuma, maana mm, zisitufanye tukamwacha Mungu, tukaona sasa Mungu ni kitu gani, ngoja nikatafute mshara fulani kwa kina manabii fulani. Lakini kusema kweli, nasema ngoja tukae huko kanisani. Huko kanisani tunajua kwamba tunatafuta nafuu iliyo zaidi ya nafuu ambazo watu wanazitafuta yani kwamba baasha vitu vinaweza vikana na nafuu, lakini bado havina nafuu ile ambayo inayotakiwa au ambayo watu au mwanadamu alitakiwa kuwa nayo. Kwa hiyo ni kwamba kwa Mungu tunaweza tukapatwa na changamoto, tunaweza tukapatwa na shida, lakini pamoja na changamoto hizo bado hatupasi kurudi nyuma. Mbatezi anasema haifai kufa moyo, anasema je, unayoziki na maonjo hauwezi kuendelea. Maana kumepatwa na changamoto gani ambayo inakufanya usiendelee? Lakini haipa, anasema haipasi kufa, kufa moyo haipasi kudi nyuma, pamoja kwamba eh, na mashaka mengi na mashaka ambayo yanaweza yakatokea yakawa nyuma yetu, bado hatupasi usipasi bado kurejea nyuma kwa namna yote, kwa sababu bado dunia nayo inatafuta majibu, bado nayo haina majibu yaliyonyoka yaliyonyoka kabisa, lakini Ushanga, mara nyingi, unajua mara nyingi, wanadamu mara nyingi, watu mara nyingi, mara nyingi kitu vinakuwa vizuri, kinakuwa kitu kizuri kile ambacho na ambacho nakuwa labda sina lakini, mtu akishakuwa nacho, yani, kwamba yani, hata fizi linaweza likazoe kwa sababu sina mimi, umeona? Au labda gari kwa sababu sina, lakini ukiwa nao linakuwa ni la kawaida tu, yani linakuwa lina maajabu kivile, na lakini haina maana kama linakuwa lina kazi. Kwa hiyo kanisani la mwalizetu tunatafuta nafuu ambayo iliyo zaidi lakini kanisani kama kanisani kuna mambo na vitu ambavyo tunafundishwa ambavyo ndivyo ambavyo tunatakiwa kuishi, amina. Kwa sababu kama tunasema kwamba tutatafuta nafuu, basi kuna vitu, kuna maisha, kuna vitu ambavyo tunatakiwa tuvifanye, tunatakiwa tu, kuna maisha ambayo tunatakiwa tuishi, ambayo kwa hayo maisha bado tutaweza kupata nafuu fulani kwa sababu kanisani tunakuja kufundishwa, tunakuja kuelekezwa namna gani, maisha gani ambayo yanaweza yakazaa heshima ya ujana wangu utu wangu maisha yangu yote. Kwa sababu mwisho wa yote, heshima ya mtu yoyote yule, heshima ya mwanadamu iko kwe anaf, anafanya nini, anaishija, anawaza nini, anatafuta nini, ndiko ambako tunaipata heshima. Hata kanisani kama kanisani tukiomba, tukiomba tukitafuta Mungu tukifundishwa, bado tukifundishwa, kwa sababu kazi ya maombi pia, kazi ya maombi ni kutusaidia kutuwezesha, kutupa uwezesho na nguvu ya ziada na neema ya ziada ya kutusaidia kutenda, kuishi vile ambavyo tunapaswa, tunatakiwa kuishi, ambavyo mwanadamu alitakiwa kuishi, maanake tukiomba, bado tukiomba, tukifanya ibada tukitia jina la Yesu, tukifanya ibada bado, kuna nguvu ambayo tunaitafuta kwamba itokee kwenye maisha yetu itokee kwenye maisha yetu itokee kwenye mioyo ambayo tutakapoenda kwenye eneo lenyewe la tukio, basi kuwepo na vitu ambavyo tutakuwa tunavifanya au vitu ambavyo tutakuwa tukiendelea navyo kuvifanya. Kwa hiyo kabisa, kwamba heshima yetu heshima yetu ya kuabudu kwetu kufanya kwetu ibada ni maisha ni tunaishi maisha gani, tunatafuta nini Ko, Aidha, leo tunaona katika mawili matatu ambayo tunaweza tupatumeelewa kanisani basi katika haya tunakuwa tunafuta kuambatana na hayo, amina. Kwa hiyo mama, kanisani pia tunatafuta, ili namna gani tunatakiwa kuishi namna gani, ambapo mtu aitakiwa kuishi namna gani, ambapo mwanadamu anatakiwa kuishi. Lakini pia tutakuwa tunasoma Biblia, habari za watu watu wa Mungu, watumishi wa watu, Mungu, ambao waliwahi kutembea na Mungu kwa namna moja ama nyingine. Na msomaga tunasaa kama sisi vijana wako na wanasema wakiadola, anakwambia ngapo nikiwa kijana na sasa nimeshakuwa mzee, sijaiona mwenyake miacho wala uzao wake ukiomba chakula barabarani. Mbona unaweza ikata ya kwanza nyingine, wala uzao wake ukiomba chakula barabarani. Nakuwa natafuta kwamba Mungu, naomba nisaidie sana kuishi maisha kama hayo, maisha ambayo ambayo wakati wote ambao nitaishi bado, yani wakati wote ambao nitaishi kuna fahari ambayo nitakuwa nayo. Mina, kokeleza ni kwamba tunatafuta maisha kama watu wa nafuu, waza cha kwanza nafuu ambayo hatuwezi kuipata mahali pengine popote, hatuwezi tukiepata mahali popote pale. Lakini unasijua ni kwamba tukifanya ibada, tukiomba bado kuna matumaini ambayo tunaingiziwa. Nakumbuka hapo, nakumbuka wiki ile nikaane mpatwa na kahani fulani, kahani fulani hivi. Ndivyo tokaga huko. Ndivyo tokaga huko ni kasi ile. Elewa, kwa sababu ilikuwa Juma. Ilikuwa tangu Jumanne pale, kuna hali fulani ni kasi, elewa, elewa hapo.

kama Dar es Salaam kusema kweli, kama ni ndugu mimi sina, yani ndugu wa damu kabisa, labda kuna kadogo kama kamoja kama Morogoro, na kwa napa nitafuta, lakini sina ndugu kabisa. Kwa hiyo kama mimi nafanya ibada nafanya natafuta Mungu, ambaye kusema kweli, lakini pata lolote la ile kusema, lakini <laughs> pata lolote la ile basi kunisaidia Mungu, basi kuna nimekuisha kabisa. Msikia kwa katika yote, kama nilikuwa nimepost kwenye Facebook. Na sasa mimi na Mungu, mimi natafuta kuwa mwana wa Mungu kweli kweli, yani yani mimi natafuta kuwa mwana wa Mungu, na nachajua ni kwamba kuwa mwana wa Mungu sio kushow jina la kushambia. Mimi nataka kuwa mwana wa Mungu, maana yake ni mtu kufanya yote ambayo Mungu anataka wanadamu wafanye, au ambao, yani ikisema, iki mahali fulani, kama Mungu ni wa huruma, basi na mimi ni wa huruma

Yaani kwamba kama Mungu ni wa upendo basi na mimi natafuta kwao na upendo. Kama ni Mungu wa rehema basi natafuta mimi kuwa na mimi kuwa na rehema hizo. Kama ni Mungu Mungu sisi Chris si, si, si, si, zote kama ni Mungu ni mwema nami niwe niwe mwema hadi mimi yani, niishi maisha kama kwa sababu najua mahali popote ambapo ukiishi ukienda, ukiona mahali popote labda wewe mtoto wa mtu yoyote yule akifanya vizuri, mara nyingi angaliaga sana. Awaulizi kwamba huyo anaitwa nani? Wanaulizana ni mtoto wa nani, ni mwana wa nani? Maana yake kwamba kuna tabia ambazo mtu, hasa tabia njema, nzuri, njema, mtu anaweza akazionyesha mahali fulani, akazionyesha asema hivi, wewe ni mwana wa nani? Au ni mtoto wa nani? Umeona, wanataka kujua, wanataka kujua sana mzazi, kwamba ni mzazi gani huyu ambaye amelea mtoto amekuwa kama hivi. Kwa hiyo leo nasema mimi natafuta kuwa na mwanamungu, sielewi utapitia wapi. Hmm. Lakini nataka katika lile moja ambalo nitakuwa nalo, nitakuwa na nita uwezo nalo. Basi hiyo, basi hiyo nilisikilie sana kwa nguvu nyingi sana. Hmm. Kwa sababu nje na Mungu sioni matumaini yoyote. Hakuna vijana wote ambao wanaishi maisha yote ya dhambi na ambao naonea fahari. Naona kabisa ni kama mimi. Hapana, ngoja nikae huko nijichimbie kwa mokoo. Kale yote tunatafuta nafuu, iliyo zaidi ya nafuu. Dakika hmm tano zimefika, mtumishi. Eh. Hmm. Kabla.